Waziri mkuu wa Israeli aliyebatizwa jina kama mtenda miujiza alizaliwa mwaka 1949 Oktoba 21 huko Tel Aviv. Akiwa na umri wa miaka kumi na minne, familia yake ilihamia ya Marekani pale baba yake mzee Benzon Netanyahu, mwanahistoria maarufu na mwanaharakati wa Kizayuni, alipopewa fursa ya masuala ya kitaalamu nchini humo. Akiwa na umri wa miaka kumi na minane, Benjamin Netanyahu alirejea Israeli na kukaa kwa miaka mitano, akiwa ndani ya jeshi akiwa ndani ya jeshi. Netanyahu alihudumu katika cheo cha kapteni katika kambi ya kikomando ya Sayareti Matikal. Akiwa jeshini, Netanyahu alijeruhiwa katika shambulio la anga katika uwanja wa Ubelgiji lililotekelezwa na wapiganaji wa Kipalestina lililotua Israeli mwaka 1972 huku akiwa miongoni mwa wapiganaji vita Mashariki ya Kati mwaka 1973. Sio Benjamin Netanyahu tu katika familia yao ambaye amekuwa mstari wa mbele katika masuala mbalimbali nchini Israeli. Kaka wa Benjamin Netanyahu, Jonathan Netanyahu, aliuawa wa wakati alipokuwa akiongoza kuwaokoa mateka wa Israeli Entebbe nchini Uganda. Kifo chake kilikuwa na matokeo makubwa katika familia ya Netanyahu na jina lake likawa fahari ya Waisraeli. Katika kumwenzi kaka yake, Benjamin Netanyahu alianzisha taasisi maalum ya kukabiliana na ugaidi kama kumbukumbu kumbu ya kaka yake. Benjamin Netanyahu alianza kujihusisha na siasa baada ya kurejea Israeli mwaka 1988 na kufanikiwa kushinda kiti cha chama cha Likud katika bunge la Neseti na kuwa naibu waziri wa mambo ya nje, na mwaka 1996, alifanikiwa kuwa mwenyekiti wa chama na kisha akawa waziri mkuu wa Israeli aliyechaguliwa moja kwa moja baada ya kuwawa kwa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo, Yitzhak Rabin. Benjamin Netanyahu, kiongozi huyu wa Israeli, licha ya mafungamano yake na viongozi wa mataifa mengine, lakini anaelezwa kuwa yeye ni kipenzi cha rais wa Marekani Donald Trump, na ni kiongozi ambaye mara zote husema Mungu ibariki Israeli, Mungu ibariki Marekani. Mwaka 2016 Netanyahu alikumbwa na mazingira magumu kisiasa baada ya kukumbwa na kashfa ya rushwa, udanganyifu na kuunganishwa na kesi nyingine tatu tofauti Novemba 2019. Lakini kama wasemavyo waswahili kwamba usione vyaelea vimeundwa, ama kuhakika katika maswala ya kiuongozi wa siasa za ndani za Israeli, Netanyahu mapito yake yote yanaonyesha kauna mengi na kujifunza mengi katika siasa za Israeli ukanda wa mashariki ya kati na siasa za kimataifa pia. Mara zote Benjamin Netanyahu huchukuliwa kama kiongozi mwenye imani kubwa, mwanasiasa asiyetabirika, na ndiye kiongozi wa Israeli aliyeweka rekodi ya kushinda chaguzi mara tano na kuikalia nafasi ya waziri mkuu mara sita, zaidi ya waziri mkuu yoyote katika historia ya miaka zaidi ya sabini ya uongozi wa taifa hilo. Mafanikio ya Netanyahu ni kutokana na imani aliyoijenga kwa raia wa taifa hilo na wafuasi wake kwamba ana uwezo wa kutetea maslahi ya Israeli. Daima Netanyahu amekuwa mtu mwenye misimamo mikali dhidi ya Wapalestina na kuleta hali ya wasiwasi katika mazungumzo yoyote ya usuluhishi wa migogoro kati ya mataifa hayo. Wapinzani wake hasa mataifa ya Kiislamu humwona Netanyahu kama mtu hatari kwa demokrasia ya Israeli. Unahisi ushindi wa Israeli katika vita vyote vinavyoendelea vinachagizwa na uongozi bora, mbinu na ushirikiano wa Netanyahu dhidi ya viongozi wenye nguvu ama kuna lingine tusilolijua nyuma ya pazia? Tuandikie maoni yako. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.